ya mashindano yani ya kimataifa sawa, timu kubwa zinacheza na game plan. Si umeelewa eh? Zinacheza na game plan. Kama ulivyoona, sawa, National kwanza wana wachezaji wakubwa. Sawa eh? Leo unapomzungumzia mtu kama kiungo aliyekuwa katikati ya, Valencia wanamtaka. Yaani, kazuiliwa, dili limezuiliwa jana. Baada ya maneno maneno ya Yanga kujitamba kwamba wamefanya usajili mzuri, usajili bora kina Diaro Kamara, wale mabwana wakaamua wasitishe lile dili la kumpeleka yule mwamba Valencia, ikabidi abakie wapi Kaongezewa mshahara, amebaki ndani ya klabu ya nini, ya National rally. Ukiangalia pale mbele ameongeza, kuna yule msebi alioingia pale na yule yeah, aliotoka. Kwa hiyo unakuta National rally wana wachezaji ambao wanakuwa ni kubwa, yani wachezaji watatu wa National rally ni usajili mzima wa kikosi cha ya Yanga. Sasa wanavyofikiria hapo, taenda kupata nini? Alafu ukiangalia kocha, aina ya kocha waliokuwa naye, katoka Kola yule yule, kocha aliokuja ni mkubwa kuliko Kola, kwao ni walimu ambao, yani ile mchezo umechezwa na game plan kama uliangalia uli game plan ya national Ahly walimwachia ya Yanga walimsusia mpira. Kipindi cha kwanza, dakika 30 za kwanza Yanga walicheza katika vile vitu vitatu tunavyozungumza kimpira, yani commitment space na nini na time, yani Yanga alikuwa anajua mda gani ashambulie mda gani ya defense, na ndio maana alikuwa na defense na watu watano kwa ajili ya kuzuia national Al Ahly asipate nafasi ya kutumia na ndio maana hata attempt walizotengeneza national zilikuwa ni mbili tu, ile ya goli na ile nyingine iliyofanya nini, iliyopaa ya Rudieng. Lakini ukija katika swala la kuchezea mpira katikati, Yanga walijaza viungo wengi kwa sababu walicheza na mabeki watano, viungo watatu alafu jua kachezeshwa watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo katikati National Al Ahly walikuwa na kiungo mmoja ambaye ni Aludieng. Sawa, Emma Moshu alikuwa anacheza nini kwa juu. Wakawa wamedhibiti lile eneo la katikati. Kocha alipobugi baada ya bahati mbaya kupatikana lile National kupata lile goli. Kocha akajidanganya na Mamudu nani National. Kwa hiyo kipindi cha pili akaja na format ya kutumia tena mabeki wangapi? Wawili. Akatoa beki mmoja ambaye ni Israeli mwenda akamskuizi Jobu upande na na na wa kulia. Kitendo cha kumskuizi Jobu upande wa kulia na maana akabakia katikati na baka na nani na Mwamnyeto. Sasa kitendo cha kubaki baka na Mwamnyeto tayari Neshu hapa katikati wakawa wanapata gepu sasa za kutengeneza nafasi especially kutoka kwa Emma Moshu na huyu nani Trace Gate. Namba tisa wao akawa amebaki amestiki tu pale juu. Kwa hiyo nafasi sasa zikawa zinapatikana pale katikati. Ikabidi sasa Dick Abuya aswitch arudi acheze format ile ile, wafosi wacheze format ya mabeki wangapi? Watatu. Ndio maana unakuta Abuye akawa anafutika anacheza katikati, wakawa tena mabeki watatu. Kwa hiyo hapa katikati nafasi abu ya Abuye, nani aliyokuwa na squeeze, ndio National sasa wakalichukua eneo la katikati, na ndio mechi ilipoishia hapo hapo. Ina maana Mwalimu wa National Ali ni mkubwa kuliko mwalimu wa nini? Wa Yanga. Kwa alimzidi mbinu, alimdanganya, akadanganyika matokeo yake akaingia kwenye mfumo. National kuwa nyumbani kunampa faida ya kushinda ingi, ya ikiwa Young Africans, ana, anaweza kuwa bora, maana hapa wanasema amecheza mpira mkubwa anaweza uh, kupata matokeo tarehe 30 katika visiwa vya Mimi. asubuhi niliongea wengi mliniona kama chizi, lakini niliongea sawa, Yanga anaenda kufa goli ngapi? Goli mbili. sio kwamba zi goli mbili mimi mchawi no, mimi naijua national. National anacheza kwa heshima na timu yoyote anakuachia mpira wewe cheza, unaweza ukajikuta kama unajua sasa, ile unajua yani national alivyo, kama vile unavyoona ule mdudu kicheche. Kuna mdudu fulani anakamata kuku anaitwa kicheche, yeah, wanachimba shimo, alafu anaweka makalio yake, yale makalio yanakuwa kama yanachenga chenga fulani, kuku akija pale anadonoa, anajua pale ni kichaka cha chakula vimahindi. Akidokoa tu tayari anabanwa mdomo, anaingizwa. Ndio national mpira wao wanavyocheza miaka yote. National simba ashacheza pale, sasa takriban misimu minne, Simba anaongoza kwa nini? Kwa ball possession, mm, si umeelewa? Yani ule ndio uchezaji wa national, yani anaku anakulisha wewe, unajua ananilisha, kumbe anakuvizia, anataka kufanya nini? Akufanya kitu anachokifanya. Kwa hiyo National huwa wanacheza kikubwa, wanacheza kwa mitego, sawa, kwa sababu wana mwalimu mkubwa na wachezaji wakubwa ambao wanaweza kuamua mechi mm. na basi walizozipata National ni tatu, wametumia ngapi? Mbili. Ile moja ni umaili wa Diala, ambayo alofanya nini, alioenda akafanya nini, akaitoa shuti lililopigwa na Emmanuel Atia, sawa, ndio alolicheza kwa hiyo nafasi tatu, goli ngapi? Hiyo ndio timu kubwa, na ndio maana wale mchezaji yoyote akiwafunga goli huwa wanaenda na wanamchukua, kwa sababu wale wanachotaka ni clinical finisher. lakini kwa upande wa Yanga kilichokosekana ni matumizi ya nafasi, lakini wamecheza vizuri, wametengeneza nafasi ambazo zile mbili za kipindi cha kwanza, moja amekosa nani huyu, Alan Okelo, Starboy na nyingine amekosa nani, ameikosa nani, nani, Max Zingeli ambao alikuja akipata tena nafasi kama ile tena kipindi cha kipindi cha pili, akaja akapiga shuti ule, kipa akafanya nini? Akacheza. Kwa hiyo sisi wachezaji wetu grade yao sawa ni grade B mpaka grade C. National wachezaji wao wote ni grade A. Leo angalia national, Ema Moshu yuko ndani ndani, kuna nani nje? Kuna nani, kuna El Shat, yani uko nje acheze, ambaye kanurua bilioni kumi na moja sio? Umeelewa, angalia anatoka Ema Moshu anaingia nani? Yule amezuiliwa, ametoka nani, ametoka nani, El Elati ya Saudi Arabia. Ndio amerudishwa Kwa bilioni tisa. Hebu fikiria, anakaa benchi yani anamsubiria Emma Mosua afanye nini? Acheze. Kwa hiyo wenzetu wana wachezaji ambao wana grade ya juu ambao ni grade A. Kwa hiyo ndio maana hata ukicheza nao. Na ndio maana nikasema katika kile kiwanja asubuhi niliwaambia, kile kiwanja timu zisizofanikiwa kupata sare ni timu nne tu. Tangu national yanzishwe cheze mashindano ya kimataifa. Simba pale ndo kapata sare katika mashindano Africa Football League moja moja. Simba anatangulia goli, goli linafungwa na nani? Assist inatoka kwa chama goli anafunga. Kanuti, Kanuti. Walokuja kupata sare tena pale ni nani? AC Vita goli mbili mbili. Goli la kwanza anafunga Mundele Masu, goli la pili anafunga Twisila Kisinda kwa shuti la mbali. Yeah. Mm. Kwa hiyo, mm, ndio timu nne tu tangu National ianzishwe katika uwanja ule wana, wana, wanapata sare timu nne tu, mm, katika kitabu chao.